Online TV na matukio mengine ya ubakaji ambayo yamejitokeza eh, katika tarehe na maeneo tofauti ambayo pia tunekwenda kuyatolea taarifa kwamba mnamo tarehe 24 mwezi wa pili eh, mwaka huu ilikuwa ni majira ya saa tano za asubuhi huko katika kijiji cha Nyampande kata ya Nyampande, wilaya ya Sengerema, mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Nyampande ambaye umri wake ni miaka 16 ambaye jina lake tunalihifadhi kwa sababu ya sheria, huyu alibakwa na mwalimu wake, ambaye mwalimu huyo anaitwa Edwin Mathew Temba, ana miaka 37 ni mwalimu wa shule ya msingi Nyampande, mkazi wa Nyampande, wilaya Sengerema, na tukio hilo la kikatili la ubakaji lilifanyika wakati binti huyo ameitwa hapo kwa ajili kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu, ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kumfanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumwingilia kimwili bila kuwa Inadaiwa ya, ya kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa mwalimu Edwin Matthew Temba ambapo tarehe 24 mwezi wa pili majira ya saa tano mwanafunzi huyo alikwenda kwa mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu ndipo huyo mtuhumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa na kumfanyia kitendo cha kikatili mtumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi dhidi juu ya tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanyika, unaendelea kufanywa na Jeshi la Polisi, ambapo uchunguzi ukikamilika jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na kutupatia maelekezo. Na mtumiwa huyo ameshikiliwa na jeshi la polisi. Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni kwamba tunawashikilia watu wawili, ambao kati ya watu wawili kuna mwalimu wa shule ya msingi wa shule ya msingi ambaye anaitwa Daudi Ocheng, huyu ana miaka 37 na mwingine anaitwa Adon Sospita, ana umri wa miaka 53 ni wakazi wa Hidisabageni wilaya ya Sengerema kwa Mwanza. Hawa pia wanashikiliwa kwa tuhuma za kumbaka mtoto wa miaka kumi na mwanafunzi wa shule ya msingi Bukala, na kitendo hicho cha ubakaji, ubakaji kilifanyika kwa nyakati tofauti. Ni kwamba mwezi wa kumi mwaka jana hadi mwezi wa pili mwaka huu. Miliki wa nyumba anamoishi muhanga wa tukio Adon, ambaye anaitwa Adon Sospita, kwa nyakati tofauti alimfanyia kitendo cha kikatili kwa kumbaka mtoto huyo, ambapo alimuita ndani ya chumba chake ili aweze kuangalia, aweze kuangalia tamthilia kwa pamoja. Mtu huyo aliendelea kumfanyia kitendo hicho mara kwa mara hadi ilipobainika, ambapo ilikuwa ni Februari 2025 mwaka huu. Lakini pia mwalimu wa shule ya msingi aitwaye Daudi Ochieng, anakosoma mtoto huyo, naye alimfanyia kitendo hicho hicho cha kikatili mtoto huyo kwa kumbaka, ambapo mwezi Februari mwaka 2025 alimuita mwanafunzi huyo nyumbani kwake ili aweze kumfundisha masomo ya ziada, lakini ikawa kinyume chake. Baada ya kuwa ameingiwa tamaa ya kimwili, aliamua kumwingilia binti yake. Mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu majira ya saa tano, mama mzazi aligundua afya ya mtoto wake kuwa inadhoofu inadhoofika, ndipo aliamua kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Baada ya uchunguzi kwa mtoto huyo ilibainika kuwa ana michubuko sehemu za siri, ndipo mzazi wake aliamua kutoa taarifa kituo cha polisi, ambapo uchunguzi ulioanza mara moja kwa kuwatafuta watuhumiwa wa tukio hilo na kuwatia mbaroni, ambapo siku hiyo ya tarehe ishirini na sita mwezi wa pili jeshi la polisi fanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa matukio hayo na kwa sasa wameshikiliwa na jeshi la polisi, huku wakiendelea kuhojiwa. Pia katika tukio hili la kikatili, watumiwa hao wameshikiliwa, na uchunguzi utakapokuwa umekamilika, tutapeleka jalada kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa kwa ajili ya kutupa maelekezo ya kisheria. Jeshi la polisi bado tunawakumbusha wananchi ambao wana dhamana ya kulinda watoto hawa hasa ni walimu na watu wengine wasioishiwa tamaa za kimwili za kutamani watoto wa shule watambue kwamba sheria bado inakataza, ipo pale pale. Wale wanaojihusisha na vitendo vya kutembea na watoto wa shule watambue kabisa kwamba sheria inakataza. Lakini kwa ujumla matukio ya ubakaji sheria iko pale pale. Wakijihusisha na ubakaji, Jeshi la Polisi halitasita kuwachukulia hatua kwa kuwafikisha katika vyombo vya kisheria. Hayo ndio matukio ambayo tunaendelea kuyachunguza, na kwa ujumla hali ya mkoa, hali ya usalama kwa mkoa Mwanza inaendelea kuwa shwari, na sisi Jeshi la Polisi tunawashukuru wananchi ambao ndio msingi wa, wa ushwari huo kwa kuendelea kuelewa maelekezo mbalimbali tunayotoa kupitia ushirikishaji wa jamii, kazi ambayo inaendelea kwa kiasi kikubwa katika kata, katika kitongoji, katika mtaa ili kuweka mkoa kwa salama. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro alinathibitisha kwamba limemkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo, huyu ana miaka thelathini, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hii tukio limetokea tarehe 19 mwezi huu wa tatu muda wa asubuhi kati, huko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, jinsia ya kike mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa na yule mwalimu alikuwa anakaimu walimu mkuu kwa siku hiyo. Kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtumio amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili. Lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha uh, upelelezi. Make your daygili right. Boni Online TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment Gili Boni Online TV.